Kufuatiwa kifo cha mchekeshaji na mshehereheshaji maarufu hapa nchini Tanzania, MC Pilipili, kama ambavyo tunafahamu, alielekea Dodoma kikazi, na kazi ambayo alikuwa anakwenda kuifanya ni kazi ya ushereshaji. Kama ambavyo tunafahamu, kazi yake ni UMC, na aliweza kupata dili katika moja kati ya harusi kubwa ambayo ilikuwa inafanyika pale Dodoma, na akafika kwa wakati, lakini tunaweza kusema mipango ya Mungu haina makosa MC Pilipili ilishirikana kufanya ile shughuli kutokana na umauti ulipomfika mchana wa tarehe 16 Novemba 2025. Kijana ambaye amefunga harusi au tunaweza kusema bwana harusi, jina lake anaitwa Festo Atanasio Joab ambaye ameweza kuzungumza na media siku ya leo kuhusiana na nini ambacho yeye binafsi eh, kilimtokea lakini pia alifanya nini baada tu ya kufahamu MC ambaye alikuwa anamtegemea mshereheshaji ambaye alitakiwa kusherehesha shughuli yake hayupo tena duniani ilikuwa ajekuaje? Na Festo ameweza kuzungumza eh. Bwana harusi ameeleza ni kitu gani ambacho yeye binafsi eh, kilimtokea baada tu ya kushindwa eh, kumpata MC ambaye alitakiwa kusherehesha shughuli yake, kutokana na mapenzi ya Mungu ambayo, eh, ilisababisha umauti wa MC Pilipili. Amezungumza na kudai kwamba taarifa hiyo aliweza kuipata saa kumi na mbili jioni ya Novemba kumi na sita. Eh, anakwambia baada tu ya kutoka kanisani kuelekea kupiga picha jioni saa kumi na mbili eneo lile lile la kupiga picha akapata hiyo taarifa, alishtuka sana, anakwambia lakini alishindwa kuendelea hata kupiga picha, baada tu ya kumwambia mwenzi wake mwanamke wake ambaye amemuoa eh, lakini pia kumwambia katibu na kamati nzima kuhusiana na hilo swala, kwa sababu baada tu ya kutoka pale kwenye kupiga picha walikuwa wanaelekea ukumbini, ambapo ukumbini huko sasa wangekutana na mshereheshaji ambaye angesherehesha hiyo shughuli uh, Festo bwana harusi anasema uh, binafsi yeye ilimwingia vigumu sana uh, kuendelea na furaha, yaani ilibidi tu alazimishe furaha ili mradi mambo mengine aweze, uh, kuendelea kwa sababu anakuambia kwanza kabisa eh, walishamlipa advance alafu baadaye baada ya baadae, eh, baadae kukamilisha shughuli angepatiwa ela yake nyingine ambayo imebakia, lakini mapenzi ya Mungu eh, yakatimizwa. Eh, basi yeye kama bwana harusi ikabidi yakae, eh, na kamati ili mradi kuangalia ni namna gani ambavyo wanaweza wakafanya eh, kwa huu muda ambao umebakia. Watu wameshafika ukumbini, lakini MC hayupo, MC hayupo hajatokea, jambo ambalo kila mmoja akawa ameshika mdomo na ku Shangani, nini ambacho kimeweza kutokea. Bwana harusi akadai kwamba ikabidi tu watafute namna ili mradi tu waweze kupata mshereshaji mwingine ili mradi shughuli yao iweze kukamilika kwa sababu tayari walishatoka kanisani, harusi ilishafungwa, lakini ilibaki tu kufanya tafrija. Na tafrija hiyo ni kuimalizia ukumbini, basi ikabidi waangalie utaratibu mwingine ili mradi tu mambo mengine yaweze kuendelea, lakini yeye kama bwana harusi, yeye kama mtu ambaye alitamani sana MC pili MC maarufu aweze kumfanyia shughuli yake ikapendeza, basi alitamani sana shughuli hiyo iweze kukamilika, lakini ilishindikana kutokana na Mwenyezi Mungu, namna ambavyo amepanga, namna ambavyo ameamua kwamba Emmanuel au tunaweza kusema MC pili, pili siku yake iishie tarehe 16 Novemba 2025. Moja kwa moja tunaweza kusema kazi ya ya Mungu Mungu haina makosa. Mwenyezi Mungu aendelee kuilaza roho ya marehemu alipema peponi na tunaweza kusema eh, tunatoa salamu zetu za pole kwa familia nzima, lakini pia ndugu jamaa na marafiki ambao wamefikwa na huu msiba eh, moja kwa moja wapokee salamu za pole kutoka katika media ya Bongo Choice. Tuachie maoni yako chini ya comment section.